Na mimi ni Baraka1 TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ki ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ilikuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook, pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Katana wazalendo wadhibiti Katana baada ya kuatwanga M23 kwa siku nzima. Kinshasa mshahara wa FRDC umepanda kwa mwezi huu wa tatu. Kinshasa mabalozi wa shirika la Francophonie waungana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. egeni Kizenga, Tembele Shabani Selemani, wote wakiwa wako wanasikiliza Baraka1 TV ikiwa ni saa kumi na mbili saa za Afrika Kati, saa moja majira ya Afrika Mashariki, tarehe ishirini na tano za mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano ambako kunasikiliza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ungana pia na Baraka One TV membership, hili uweze kuwa miongoni mwa wale ambao wako wanachangia Baraka One TV kwa ajili ya kuweza kusonga mbele, na tuanze na taarifa hizi kutoka ndani ya mji wa Kinshasa ambako mshahara wa majeshi ya FRDC umepanda kwa mwezi huu wa tatu. Mwezi huu wa tatu ni mwezi wa kicheko kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC kutokana na fomu moja tuliyoipitia, yenye kuonyesha malipo kwa FRDC kuongezeka na kufikia hadi dola 500 kwa wale ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Kama jinsi walivyoaidiwa na rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. E, dola hizo mia tano kwa mwezi huu bado hazijaingia kamili, lakini mshahara kamili umefikia kiwango cha e, dola mia moja na sitini na mbili sawa na laki nne na themanini kama malipo ya awali. Vile vile Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bi Judith Sumino Tuluka alipopita katika mkoa wa Bandundu, aliweza kuahidi kuongezeka kwa mishahara ya wanajeshi huku akiwataka vijana kujiunga na majeshi ya Jamhuri ya, ya, ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC ili kuweza kuongeza nguvu kupigana dhidi ya magaidi wa M23 na wote ambao wako wanaivamia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa vijana wengi wamekuwa na nia na shauku ya kutaka kujiunga na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo FRDC baada ya donge nono lililoanzwa kutolewa kwa wanajeshi wote ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Muda si mrefu, ile dola mia tano itaanza kuingia kwa kila akaunti ya mwanajeshi ambaye yupo ndani ya uwanja wa mapigano. La Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kuongeza mishahara ya wanajeshi baada ya rushwa iliyoanza kutolewa kwa wanajeshi na hivyo kusababisha miji kaza wa kaza kuangukia mikononi mwa magaidi wa M23, maana wao walikuwa wanatumia fedha nyingi kuwahonga makamanda wa jeshi, huku wanajeshi wa kawaida wakifuata makamanda wao na kuachia miji mikononi mwa M23. Upande mwingine wa tafiti wa mambo wanasema wabunge wa taifa Mure, Kongo, wa ndiyo, miungoni, wa M23, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatajwa kuwa ndio miongoni mwa wanaoipa nguvu M23 na kumwonea wivu Justin Bitakwira na kumuita mbaguzi kwa kuwa anasimamia misingi na ukweli kutetea taifa huku akionekana kuwa sambamba na moja kuwa sambamba na bega kwa bega na wazalendo ambao wako wanapigana dhidi ya magaidi wa M23 Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF. Hii ni Baraka 1 TV. Sini batu ya M23 basi, tunasahau hatusahau, populasio, tunajua kama M23 nguvu yake iko iko mule muparlema Pamoize Nyarugabo, Bazariasi, Bagisaro wako mule ndani na wengine na wengine. Haiko chu ile jamaa ya Wanyamlenge yo peke, muko makabila mingi mule zenyi zinajionyesha kama Wakongomani lakini ni maadui ya Kongo. Ni Wakongomani ndio kwa kuzaliwa, lakini maadui wa Kongo, hawapendi Kongo ipone wanapenda tubakie batumwa ba, ba bageni bakumule. Basi yenjwo alikosa bitakwira yepeke enjo iko anaona, sina watu wengine wako banaona na dunia nzima iko anaona. Wale badepute nasionale njo baangamizi sana baraia, tunateseka hivi sini babunge ile parlemas njo bafondatere ya M23 tunajua. hey, njo benyi banaloga basoda, njo benyi banaloga bageneral bale bale, pamoja na kabila wabo. Hata mulalamike namna gani, aseme kabila ni Munyerwanda, kabila ni Munyerwanda ndio mutalalamika lakini benyi benyi banauwa Congo bako omuguvernema ya Congo pamoya na Kabila wao, ningeli kuwaseme mie, Mungu nyenjya Omungu mwenyimi naweza wezahajire juu ya Congo, ningelianzia muparilema musena kumaliza vale bile vichwa vyote byenyi bili shaka haribika byote bingeli yisha jo Hatutamfundisha Mungu kenya anaweza fanya, basi bafanye mapenzi yao tu, lakini Mungu iko mwenye mwenyaatawapiniraka siku moya yavyenyi vako wanafanya. Mtu iko na mamilioni na mamilioni, anajenga manyumba na manyumba, lakini hatosheki, hatosheki. Wale watu sio watu wazuri, ndugu yangu Rajabu, sio watu wazuri. Nani mwenye alijua kama kwabo Kamere kunaweza chezewa hivi? Nani mwenye alijua kama kwabo Bahati Lukwevo kunaweza chezewa? watu kama hawa ni na banyamanze kimya tu, babakie kimya bila kusema. Politike ni mbaya tu, na wakuisomesha mtoto wake anakosa vya kufanya kabisa. Hmm, bichwa kama vile bale batu na bengine eh, na, na bako mule mule ndani Bukavu, ibakie mateka ibakie mu mikono ya M23. M23 anze kuimpose batu, hamuta marche, hamuta fanya iki na kile, na bako mu gouvernement na bananyamaza kini? Naam, baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Kinshasa, na moja kwa moja tubaki tu huko huko Kinshasa ambako mabalozi wa shirika la Frankofoni wameweza kukutana na kutoa tangazo moja la kuiunga mkono serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa. Mabalozi wa shirika la Frankofoni waungana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni moja kati ya nchi kubwa duniani ambako Kifaransa kinazungumzika kwa asilimia kubwa, lakini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetupiliwa na Ufaransa yenyewe. Badala yake Ufaransa inaungana na Rwanda kuendelea kuua na kusababisha machafuko pamoja na uporaji nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. hiyo tarehe ishirini za mwezi wa tatu 2025 kundi la mabalozi wa nchi zinazoongea ya Kifaransa yani Frankofoni, wameweza kutoa ushirikiano wao kwa na kuahidi kuendelea kuungana na kushirikiana pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

na kuiomba kuto kujaribu kuvamia Burundi kwa jaribio la Rwanda kutaka kuivamia Burundi, na kusema Burundi sio Congo, wao wataingia Rwanda pia kwenda kupigana na vita hiyo, itakuwa ni vita ya ukanda Burundi, na tunakubali bila condition kufungua mpaka Nikafanya inisiativi ya kuzungumza na Rwanda hadi tukutane mimi na Kagame. Akanikubalia kwamba atatuma watu, niseme kwamba mazungumzo tumekwisha maliza, lakini kutekeleza ndiyo tatizo. Sasa hivi mimi na, natuma na watu wamwambie wamshauri ili atekeleze vile ambavyo tumekubaliana. Sasa kusema kuna mazungumzo kati ya Burundi na Rwanda tumekwisha maliza zamani lakini wakati ameanza hii vita DRC ndiyo tumeona anataka kusogelea mpaka wa Burundi ili iwe karibu kushambulia Bujumbura. Ndio sababu na mimi nimemwambia, kama unaona ni Ka Bujumbura ni karibu kupitia East DRC, na mimi Kigali ni karibu kupitia North. Sasa ndio sababu mimi nasema akiendelea hii vita inaweza kuwa regional because Rwanda patakuwa vita, Burundi vita, DRC vita. Watu watasambaratika, wataenda nchi mbalimbali, masira hataenda nchi za region na region yote inaungua. Ndio sababu unasema watu wa mshauri sababu sisi Burundi hatuweze kukubali kuuawa kama wale wa Kongo. Sisi tutauawa kwenye vita. Hatutauawa vile vile. Ndio sababu mimi namshauri umsimamishe hapo. Okay, eh, sasa <laughs> kupitia chombo cha habari cha BBC, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema wanajua mipango yote ya Rwanda ambayo iko inafanya kwa kuwakusanya baadhi ya vijana wa Kirundi ili kuweza kuwafanya kuwa wao ndio wataingia Burundi kwa lengo la kuvamia Urundi, lakini na wao pia hawatakaa mikono chini, itabidi wafanye hivyo hivyo kwa kuivamia Rwanda. Upande mwingine, nchini Australia, jamii ya wakongomani wanaoishi Australia wameweza kuandamana huku wakilaani Mauaji yanayofanywa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kupitia Alliance Fleuve Congo M23 pamoja na RDF. Hii ni Baraka 1 TV. Yes.

na muko unasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa kumi na mbili saa za Afrika Kati, saa moja majira ya Afrika Mashariki, tarehe ishirini na tano za mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano Big up sana kwa wote ambao mko mnazidi kufuatilia matangazo yetu huko kote duniani. Unatufuata vizuri kutoka Canada, Australia, USA, South Africa, Kinshasa, Lubumbashi, East Africa, Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda na skona zingine zote za dunia ambako tuko sambamba na Baraka 1 TV. Na baada ya tangazo hizo, moja kwa moja tuingie maeneo ya Kivu ya Kusini, Kavumu pamoja na maeneo mengine ya Katana ambako wazalendo wadhibiti Katana baada ya kuwatwanga m M23 kwa siku nzima mapema hiyo tarehe ishirini na tano za mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano waza waza pamoja na vikosi vya FRDC walifanikiwa tena kuchukua Katana baada ya mapigano makali na magaidi wa M23. Mapigano yalianza alfajiri kwa wazawaza waza kuchukua vijiji vingi kabla ya kuingia maeneo ya Katana centre. Ushindi huo umefanya wazawaza waza na FRDC kuendeleza moto huku wakijielekeza upande wa Luhihi, eneo muhimu lenye madini ya kutosha. Kwa upande mwingine, pia kavumu wazawaza waliingia hivyo, eh, kuwapa wakati mgumu magaidi wa M23 Alliance na tatu Wave Kongo pamoja na RDF. Baada ya kukaa siku nzima katana pamoja na kavumu, hatimaye wazalendo waliweza kujiondoa wenyewe maeneo hayo na kurudi eneo la Kabusha kwa mipango zaidi.

nam hukunasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Baraka One TV na hapo ndipo tunakwenda kungonanga kwa matangazo hii ya asubuhi ya kuu ya tarehe ishirini na tano za mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano saa kumi na mbili majira ya Afrika kati ikiwa ni saa moja majira ya Afrika ya Mashariki. Usikose kutembelea pia Baraka1 TV Channel 2 ili uweze kukutana na matukio mengine, na pia usikose kuendelea kuisapoti Baraka1 TV kupitia membership, na kumbuka tu kwamba operesheni saidia DM mzalendo bado iko inaendelea. Tukutane saa sita saa tisa pamoja na saa kumi na mbili kwa matukio mengine kutoka Baraka1 TV. Mimi ni Rajab wakili Kabonga.